Nadhani kwamba mtazamaji umepata majibu yako kikamilifu, kuanzia pale tulipoanzia kufikia sasa. Hebu tuache hayo. Naibu Jaji Mkuu Filomena Bete Mwilu anakabiliwa na ombi jipya lililowasilishwa kwa Tume ya Huduma za Mahakama yaani JSC, likitaka aondolewe afisini. Ombi hilo limewasilishwa na Belinda Egesa kupitia kwa wakili wake Suleiman Bashir na linahusisha uamuzi wa hivi karibuni wa Mahakama ya Rufaa ambao ulisema kuwa Mwilu hakufaa kuunda jopo la majaji lililobatilisha amri za kuzuia kuapishwa kwa, kwa Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki mwaka jana. Mwanahabari wetu David Mudhoka anafafanua kwenye ombi hilo mlalamishi Belinda Egesa kwa wakili Suleiman Bashir ametaja sababu nne za ni kwa nini Philomena Mbete Mwilu anafaa kutimuliwa afisini. Moja ya sababu hizo ni ukiukaji wa Katiba, ambapo mlalamishi anasema ni kimnukuu, naibu jaji mkuu alitekeleza wajibu usio wake alipobuni jopo la mahakama kuu. Hatua yake inaonyesha kuwa alinyakua jukumu la jaji mkuu moja kwa moja mwisho wa nukuu. Sababu nyingine ni utovu mkubwa wa nidhamu. Mlalamishi anadai ni kimnukuu, kwa kubuni jopo bila kuagizwa kisheria, naibu jaji mkuu alionyesha kwa makusudi kupuuza utaratibu wa mahakama, kuchangia mkanganyiko wa kitaasisi na kupotea kwa imani na mahakama miongoni mwa Wakenya. Mwisho wa nukuu. Aidha, mlalamishi anasema kuwa Mwilu amedhihirisha kuwa ameshindwa na kazi yake nikimnukuu, ombi hilo linasema, mwenendo wa naibu jaji mkuu na ashiria kutokuwa na uwezo au kutokuwa tayari kufuata kanuni za kikatiba na majukumu ya kitaasisi, hasa kwenye kesi za hali ya juu. Vilevile, Mwilu anadaiwa kuhusika na ukiukaji wa kanuni na maadili ya mahakama. Mlalamishi anasema naibu jaji mkuu ameshindwa kutekeleza majukumu ya afisi yake bila upendeleo, hasa majukumu ya utawala. Tamati ya nukuu. Sio mara ya kwanza Mwilu amekumbwa na ombi la aina hii. Mwaka elfu mbili kumi na nane naibu jaji mkuu huyo alikabiliwa na madai ya ufisadi, matumizi mabaya ya mamlaka na ukwepaji ushuru, ila mashtaka hayo yaliondolewa baadaye. Ombi la leo linajiri miezi michache tu baada ya maombi sawia kuwasilishwa mbele ya JSC dhidi ya jaji mkuu Martha Koome na majaji wengine wa mahakama ya upeo. Tume ya Huduma za Mahakama JSC sasa itaamua hatma ya malalamiko dhidi ya naibu jaji mkuu Philomena Mbete Mwilu. David Muthoka NTV Nairobi.